Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu waamini na wageni wengine waalikwa, Kanisa Katoliki jimbo hili la Bagamoyo ndiyo mlango wa imani na mama wa uinjilishaji Tanzania Bara, kama ambavyo imekwishaelezwa na pengine wenye vitabu hivyo vya maadhimisho haya mmesoma wamisionari wa kwanza wa katoliki kufika hapa kwa lengo la uinjilishaji walikuwa ni wamisionari wa shirika la Roho Mtakatifu waliofika hapa Bagamoyo tarehe 4 mwezi mwezi wa tatu mwaka wa elfu moja mia nane sitini na nane miaka 157 iliyopita. Najua wana Bagamoyo mnakumbuka miaka saba iliyopita, tulifanya katika viwanja hivi hivi jubilei ya miaka mia moja hamsini ya Ukristo Tanzania bara. Wamisionari hao walianzisha utume hapa Bagamoyo na kisha wakaendelea kwenda upande wa kaskazini mwa Tanzania waamini wao wa kwanza walikuwa ni watumwa waliokombolewa ambao waliwafundisha elimu ya ufundi na mafundi, na mafundisho ya dini Katoliki. Kutoka hapa Bagamoyo imani Katoliki ikaenea maeneo mengine ya Tanzania. Leo kwa furaha tumeshuhudia kusimikwa kwa mwashamu askofu Stefano Musomba kuongoza jimbo hili la kihistoria. Baba Musomba, hongera sana kwa kuwa askofu wa kwanza wa jimbo hili jipya la Bagamoyo lenye historia na utajiri mkubwa wa kazi za kimisionari na uinjilishaji hapa Tanzania. Tupo hapa Bagamoyo, ambapo ni mlango wa imani huko Tanzania bara na ni kituo cha hija cha kitaifa. Tupo hapa ambapo makaburi ya wamisionari wa mwanzo wa waliofika kueneza injili katika eneo hili yapo hapa. Nadhani waamini, wakati mnakuja huku mlipita kwenye eneo la makaburi. Baadhi ya waliolala pale ni wamisionari wa mwanzoni wa sana waliokuja kufanya kazi ya uinjilishaji katika eneo hili. Hivyo baba Musonga, umezungukwa na nyenzo za kiroho za kukusaidia kuchota nguvu katika kufanikisha kazi zako za kichungaji. Unao waombezi mbinguni na duniani watakaokusaidia katika utume wako. Tunakuombea utuma utume mwema uliojaa baraka, fanaka na matunda mengi ya kiroho. Tunapenda kuwaomba mapadri, mashemasi, watawa, makatekista, viongozi wa halmashauri za walei, vyama vya kitume na waamini wote kwa jimbo hili jipya la Bagamoyo, mstawishe umoja na mshikamano katika kuishuhudia imani na katika kuliendeleza jimbo hili lenye historia kubwa ya kazi za uinjilishaji. Dumisheni umoja miongoni mwenu, na pia muombeeni askofu wenu na kumpa ushirikiano mkubwa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 kadiri ya dhamiri imani na wito wake aliojaliwa na Mwenyezi Mungu. Shambulio aliyofanyiwa Padre Kitima ni shambulio dhidi ya heshima na, na sifa ya taifa letu. Wanatuvunjia heshima watu hawa. Kama taifa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 atuondolee vyote vinavyotudhuru na awajalie neema ya toba ya kweli na uongofu wa moyo wale wote wanaopanga ufadhili na kutekeleza maovu haya ili waepukane na adhabu na laana ya milele. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bikira Maria mama wa Mkombozi, Bikira Maria afya ya wagonjwa, Bikira Maria malkia wa amani. Asanteni sana. Tumsifu Yesu Kristo.